Mheshimiwa Rais alileta fedha, tumezisambaza kwenye halmashauri zote. Ukienda Nyangwale utakutana shule mpya zaidi ya shule kumi na tano ukienda Chato utakutana shule mpya zaidi ya shule kumi na tano ukienda Mbogwe the same. Ukienda Bukombe the same. Ukienda Geita DC kwa maana ya Busanda pamoja na Nzera utakutana shule zaidi ya shule thelathini. Kwa hiyo kwenye mkoa mzima tuna shule mpya zaidi ya mia moja na hamsini. Kwa ni waombe ni wasi, wasihi wazazi. Kila mzazi na mlezi ana wajibu wa kuhakikisha mtoto anakwenda shule kwa sababu huo ndio msingi wa kujiletea maendeleo kwa taifa letu. Katika kipindi cha miaka minne tumepokea walimu karibia elfu sita. Haya ni mafanikio makubwa hayajawahi kutokea katika kipindi cha karibia miaka minane. Mheshimiwa Rais ameleta walimu tumewapeleka kwenye shule za msingi na shule za sekondari. Wajibu wetu sisi wazazi ni kutoa ushirikiano kwa walimu, kwa sababu wanakuja kusaidia watoto wetu waweze kupata maarifa, waweze kupata sayansi, waweze kupata maarifa ya teknolojia, ili uweze kuwasaidia katika shughuli za kimaendeleo. Wakati Rais Samia anaingia madarakani, halmashauri yetu ya mji kipindi kile ilikuwa na kituo cha afya kimoja, tena kilikuwa nadhani kasama kama sikosei. Leo tuna vituo vitatu na cha nne kile kilichokuwepo, vimejenga vipya rais samia ameleta fedha ili wananchi wetu waweze kupata huduma zinazostahili wanapokuwa na shida za kiafya na ndio maana mheshimiwa rais akatuletea fedha tukajenga vituo vya afya vinne sasa tukajenga na kukarabati hospitali yetu ya manispaa ya geita ikajiwekea mazingira mazuri tukajenga hospitali yetu ya rufaa ya mkoa ambayo haikuwepo tangu tumeanza mkoa mwaka elfu mbili na kumi na mbili tumeanza kuikamilisha kipindi cha Rais Samia Suluhu Hassan. Leo ukienda pale, ukihitaji city scan, wendi tena Mwanza, unaweza kwenda katika hospitali yetu ya rufaa, iko magogo pale. Mheshimiwa Rais ametuwezesha kuikamilisha ndoto ya hayati ya Magufuli ya kujenga hospitali ya rufaa ya kanda, alianza kuijenga pale Chato. Ukitaka huduma za kibingwa city scan, MRI, upasuaji, unapatikana ndani ya mkoa wa Geita amekuja na programu ya em mama kumhudumia mama kwa kutumia magari ya wananchi wetu wanaoishi kwenye maeneo yetu, na yule mwananchi akijisajili gari yake akimbeba mgonjwa akimpeleka hospitalini anakwenda kulipwa, kwa sababu amesajiliwa. Mheshimiwa Rais alisema lazima tuwatue akina mama ndo kichwani, na ndo maana kwenye mji wetu wa Geita akaleta mradi wa zaidi ya bilioni mia moja na ishirini na nne unatoa maji kwenye Ziwa Victoria unapita kwenye vijiji zaidi ya 24 kwenye jimbo la, la Mheshimiwa Msukuma unaenda kuwasambazia wananchi zaidi ya laki moja kwenye vile vijiji. Sio kwamba mabomba yatapita moja kwa moja yaje mpaka Nyankumbu, hata wale wananchi ambako maji yanatokea kwenye Ziwa Victoria yatasambazwa kwenye kila eneo ili wananchi wetu waweze kupata maji. Tumeona mabanda hapa yamepangwa, yameweza kubeba wafanya biashara mia sita, na nimeambiwa walibakia wafanya biashara tisini kama na mbili lakini na uhakika, baada ya kujenga mabanda mazuri nauhakika mmeongezeka, huenda mko zaidi ya mia mbili. Nimeelekeza mkuu wa wilaya na mkurugenzi waendelee kufanya mchakato wa kuona maeneo mengine ya kuweka utamaduni kama huu. Geita oye! Hayo ndiyo yanayofanyika kwenye mji wetu na manispa yetu ya Geita. Bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo liliasisiwa na hayati Magufuli na rais Samia akalikuta liko kwenye asilimia ishirini. Tunavyozungumza leo ni asilimia mia moja kwa tunazalisha umeme wa uhakika utakaosambazwa kwenye kila kitongoji, kwenye kila mtaa, utakaopelekwa kwenye makazi ya wananchi wetu, kwa sababu tuna uhakika wa chanzo cha umeme. Tunaye rais mpenda watu, tunaye rais ana uchungu na maendeleo, tunaye rais mwenye huruma tunaye rais anayethamini utu wa mwanadamu, ndo maana nchi yetu imetulia, ndo maana nchi yetu inasonga mbele, na ndo maana nchi yetu inathamini kila mwanadamu kujiletea maendeleo. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu abariki.